Tusifanya wananchi waanze kulalamikia ujio wa rais. Ujio wa rais ni neema, hii iwe mara ya tena ile ni neema yeah. <laughs> umetufikisha mpaka kutuliko, sio jamani yeah. Eh, sasa tujitahidi. Zasa, hii tutoe sasa mkakati wa kutoa hii ukoje kwanza wa kutoa hii, hii kokoto hizi. Kuna wengine wanataka kujengea hizi sio, naza mkapeleka mahali tukajenga shule kama nyea mzihitaji tukajenga zahanati meshimia hizi pelekeni hey, kwenye kila kiwanja cha nani ile cha kile cha Sabasaba. Uwanja wa Sabasaba sio uwanja wa mpira, ni uwanja wa mikutano na hii moram ni kwa sababu ya kuondoa vumbi kwa sababu kama tuna kama tuna uwezo wa kuiondoa tuiondoe, tuipeleke katika uwanja wa Sabasaba, kwa sababu hizi sio kokoto, ni tulileta, ni, ni yale mabaki ya mwisho tulileta kwa ajili ya kuondoa vumbi wakati wakati wa ujio wa mheshimiwa Rais. Kwa mimi nadhani uwanja wa Sabasaba kwa sababu ni uwanja wa mikutano, na tunapeleka wakati mwingi mikesha, mbio za mwenge pale, mikutano yetu ya hadhara, na ule uwanja una vumbi na sio uwanja wa mpira na tutegemei kubadilisha kuwa uwanja wa mpira kwa hiyo nadhani tukiupeleka pale tukaondoa vumbi itakuwa ni nzuri zaidi, badala ya kula au kutoa tukarundika hapo nje. Tukiusambaza katika uwanja wa Sabasaba itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo matumizi yake yaliyokuja hapa alikuwa sahihi kabisa. Sasa tuyahamishie sehemu ambayo yataendelea, yani kuondoa vumbi, sio. Mkurugenzi, utaratibu ukoje? mwenye wenye vijiko wenye nini wenye vitu gani? Dr. Andrea Kalinga kaimu kurugenzi halmashauri ya mji wa Masasi. Kamba tulichukua afu tufanyie kazi kwa maana ya tukaongea na watu wa, tutahusisha engineers. Alafu na watu wa CCM kama wataona watu wenye saba saba ni uwanja wa CCM. Tutaenda kuweka tuone pale, kama kwa sababu kuna mabonde ambayo yana ya kwenye ule uwanja maji yanachimba sana. Tukiweka wa saba saba eh. Kwa hiyo tukiwakituruhusu tumwage pale, maana yake tutamwaga kwa ajili ya kuzuia ule mmonyoko wa Kwaan. wa uwanja yeah, kwa lazima tuongee nao waturuhusu, lakini ndio taona namna sasa ya kuchukua kijiko na kukodi magari, sababu zilikuja moja kama mpeleke kwa sasa hivi, lakini kutoa mw..., kurundika mahali ndio kusubiri mahali pa kupelekwa. Sawa, tunataka hapa tucheze. Sawa, tuna ndio wacheza mpira na michezo sisi, ndio sisi. Sasa tukija tutafanya mazoezi mtu cheze, na najua kuna vijana wengi, kuna vipaji vingi hapa. Sasa visipotee kwa sababu ya mheshimiwa rais sema, tumeacha kucheza mpira. Tuendelee tuparekebishe hapa, ili tucheze mpira, na ziara yangu hii imekuja hapa ili kuhakikisha hapa panarekebishwa. Tunatengeneza taratibu mwenye uwanja wakumbusha, mimi nitawakumbusha. Sawa, watupa muda gani? Lakini kumaliza hii mheshimiwa, hiyo sio kwa sababu hiyo inahusiana na hela Eh, siwezi nikaweka jibu la, ndiyo, siwezi nikaweka moja kwa moja, mheshimiwa yeah, waziri mimi naona labda mm. mpaka angalau Jumatano tuwe tumetoa. Jumatano, Jumatano zijayo, eh. Kwa sababu huko presha nje kiko kubwa sana na ninataka kutumia uwanja, eh. Tuwe angalau Jumatano. Si sio hela nyingi sana. Nafikiri hata alivyoshauri mheshimiwa DC leo leo tumetenda kwenda kuonana na katibu wa wilaya kumpa maelekezo, tutaenda kuonana naye kama yuko tayari au aonyeshe tpasabasabpa pa sielakini i haitazuia vijana kucheza mpiralsau yeah. yeah. mpira. yeah. <tukaliha> Wale vijana wanaocheza pale wanacheza kawaida kushindana, lakini uwanja wa sabasaba ule sio wa mpira, tunautumia mara nyingi kwenye mikutano mm -hmm. na matukio mbalimbali mbali ya kiserikali, ambao ukweli vumbi sio hatulihitaji, na mara nyingi tunapeleka pale na mara nyingi tunapeleka pale kwa ajili ya kuondoa, tunapeleka gari pale moram kuondoa vumbi, lakini kama tunayo moram msasa ya kuondoa vumbi, mkumbuke kwamba hii moram tulitumia nguvu kubwa kuitafuta na, na, na kuwaomba wanaoimiliki kutupatia kwa pesa nyingi. Tulitumia nguvu kubwa kuomba magari, kutafuta namna ya kuiweka hapa ili tuweze kuondoa hili vumbi, kwa hiyo tukihakikisha kwamba tukitengeneza ule uwanja, kwa sababu tunajua mikesha ya mwenge mingi haiji humu, inaendaga pale Sabasaba na kwa sababu uwanja wa Sabasaba unatumika kwa ajili ya mikutano sana na sio michezo. Watoto pale pale ni watoto wanacheza kawaida, wanaweza wakacheza hata kwenye kwenye mchanga, yes, na hii sio kama ni mawe yanaumiza. Hawatachafuka kwanza Watu wazazi wata watapunguza kufua nguo. <todihilis> Jina langu naitwa Cyprian Ali Ndaka. Meneja uwanja, uwanja wa Boma. Jiwe kubwa lilikuwa kwenye goli letu la kaskazini. Lile jiwe limeshatolewa tayari, na baada ya hapo sasa ikawa ni kutengeneza vyo. Tayari vimeshatengenezwa vile kule, vimeshakamilika. Hatua ambayo inafuata maana yake ni kutengeneza pichi sasa ili watu waweze kuchezea. Ndio hatua ambayo sasa hivi imesalia na kutengeneza ofisi ya meneja ili kuweza kuhifadhi vitu mbalimbali, na hata wale kubadilisha waka wakati wa michezo inapofanyika waweze kutumia hicho chumba kwa ajili ya matayarisho ya mechi hizo. Ndio hatua ambazo sasa zimebakia kukamilisha uwanja wetu, ndio. Tuna kwa sasa, tuna ligi daraja la tatu, ambapo wilaya yetu ya Masasi tuna timu tano ambazo zinashiriki ligi ya mkoa, na kila wilaya au kila kituo kina idadi ya timu ambazo zitatoka. Kwa mfano wilaya yetu, tuna timu mbili ambazo zitasonga mbele kwenye hatua za nusu finali. Ila changamoto yetu kwa sasa uwanja, kwa hiyo timu nyingi zinacheza kwenye viwanja vya shule ya msingi, ambapo ni viwanja vya wazi ndio hiki ndo kiwanja chetu cha wilaya, katika hali nzuri, ili vijana wetu wacheze hapa ligi iendelee hapa, tupate burudani hapa, ni uwanja mzuri. Na tutaendelea kuboresha huu uwanja. Kama ambavyo amesema manager wa uwanja, kuna mambo ambayo yameshafanyika, lakini kuna mengine mengine yatataka kufanyika, tutahakikisha yote yanakamilika ili ah, tukija hapa tunakaa tunaangalia mpira. Tutaka burudani, hata mzee wangu. Haya tunataka burudani. Watu wa n nanye mimwa karibu basi, karibu karibu na a watu wa halmashauri ili tupate uwanja katika hali bora. Sawa sawa, umetengenezwa lakini, nilifanya kazi kubwa sana kusafisha hivi vyoo wakati wa ujio wa Mheshimiwa. Sasa mnautunza hivi vyoo naomba mhakikishe vinasafishwa na vinakuwa visafi kila wakati, kwa sababu mnajisifia vimetengenezwa, vime, lakini tulipambana sana kuhakikisha vinakuwa hivi vilivyo. Na mimi nakumbuka mashine hizi, tunaomba mvisafishe na yeah. Nakumbuka juhudi zako na zikumbuka, tulipambana sana kuhakikisha viko hivi. Nakumbuka hapa mengi ulirekebisha, kulikuwa yeah, vya huku, kulikuwa na yeah. Like huku na huku, napenda vikosi vyote sasa hivi vile pale na kuna vingine tulibomoa, vilikuwa vitakiwi kwa sababu vilikuwa vichafu sana. Alifanya alifanya kazi kubwa na kupongeza sana ulikuwa, ulipambana sana katika ujio wa Mheshimiwa Rais. Hongera sana. Haya basi, tunashukuruni sana.